Wito huo umetolewa na naibu waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Hamadi Masauni baada ya kukutana na watumishi wa mashirika ya wakimbizi wakiongozwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, ambapo amesema ikiwa mazao kama mahindi na maharagwe yatanunuliwa wakulima na taifa litapata faida. Kwanza nilimeagiza, nili nili uongozi wa wilaya mbili, wilaya ya Kakonko na wilaya ya Kibondo pamoja na WFP pamoja na UNHCR wakae haraka sana. Lengo la kukutana kwao ni kuhakikisha kwamba sasa bidhaa ambazo zinatumika kwa ajili ya chakula kwa wakimbizi hasa maharage, mahindi ambayo kumekuwa kuna malalamiko kwamba bidhaa hizi zinaagizwa kutoka nje zinapoagizwa maharage haya. Kwa mfano, maharagwe ambayo yanagizwa kutoka nje yanapokuja hapa, yanachukua zaidi ya masaa manane kuyapika na yakawiva, jambo ambalo linaathiri sana mazingira, kwa sababu kuni zinatumika nyingi, lakini pia wananchi wa maeneo husika hawapati faida. Kuna maharage mengi tu yako hapa naona mimi, kwa hiyo wangeweza wananchi wale kuuza wakapata soko zuri, lakini matokeo yake unaagiza maharage kutoka nje. Nikaagiza hilo jambo lisiendelee tena. Kwa hiyo wakati mimi hapa nilikuwa nikieleza, nilikuwa naeleza jinsi tunavyoona kwamba chakula tunacho cha kutosha, lakini tunashangaa kwa nini hakitoki nchini. Mimi nikiwa na imani kwamba chakula kipo, na kama sitakipata Kibondo najua nitakipata Kakonko, najua nitakipata Kasulu, kwa sababu mkoa mzima huu sasa hivi wanavuna, naamini kabisa mahindi na maharage yatapatikana ya kutosha. Aidha, naibu waziri Masauni ambaye pia ametembelea mpaka wa Tanzania na Burundi katika kijiji cha Mkarazi kata ya Mabamba wilayani Kibondo na kambi ya wakimbizi Nduta wilayani humo pamoja na Mtendeli katika wilaya ya Kakonko amesema serikali haina mpango wa kuongeza kambi zaidi za wakimbizi kutokana na athari za kadhaa za kimazingira na miundo mbinu, ambapo akiwa kambi ya Nduta alielezwa na mkuu wa kambi hiyo Peter Bulugu. Wa vijana 31 toka Burundi wanaoelezwa kuwa ni wanamgambo wa Imbonerakure wamekamatwa kambini hapo na wanaendelea kuhojiwa na vyombo vya dola. Tunachokipenda sisi kama serikali na kama wananchi wa Tanzania kuna hali ya uh, usalama na amani kwa jirani zetu, na wananchi wanarudi katika nchi zao kuweza ku, ku, kuishi na maisha na kuendeleza maisha kama kawaida. Lakini ikifika pahala sasa tunafungua makambi kila pahala, sio lengo. Tulikuwa tuna kambi ya Nyarugusu ambayo ilizidiwa wa, wa, watuhumiwa walikamatwa walileta huku kwetu, wakiweko Kigoma kwa hatua zaidi na tumefanikiwa kuwatambua na kuwakamata. Ripoti kutoka kambi ya wa wakimbizi Nduta katika wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma. Naitwa Deogratius Nsokolo wa ITV.